Siku zingali zikihesabika kabla ya wa Watanzania kwenda kwenye sanduku kuchagua viongozi wao. Hii ni Oktoba 29, ndiyo siku ambayo takriban Watanzania zaidi ya milioni 37, walioandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura watakuwa na haki ya kwenda kuchagua viongozi hao wapya. Katikati ya hili tayari kumekuwa kuna hamasa na mwamko wa kutaka Watanzania wajitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura hii imekuja mara baada ya miaka ya hivi karibuni kushuhudiwa idadi ya Watanzania ambao wanajitokeza kupiga kura kuendelea kushuka tofauti na ilivyokuwa miaka ya mwanzoni ambako uh, demokrasia ya vyama vingi iliingia hapa nchini. Kulikoni mpaka sasa tumefika hapo ambako watu, je, hawafahamu haki yao ya msingi ya kwenda kuchagua ama wamekutwa na jambo gani? hicho ndicho ambacho tutakachokijadili hapa mezani, lakini lengo letu ni kuendelea kuhamasisha Watanzania wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa Oktoba 29. Naitwa Nordin Selemani. Studio tumemwalika Said Miraj, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa lakini pia ni mwanasiasa mstaafu. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwema kando yake tunaye Alhaji Abdul Karim Atiki ambaye naye ameshahudumu katika siasa za majukwaani na kugombea katika nafasi mbalimbali e, mbali. lakini sasa ameamua kujiweka kando na kusalia kama mchambuzi wa maswala ya siasa. Karibu sana asante Nurdin Sulemani. Kwema kwema mambo, unasemaje? Ah namshukuru Allah mm. Tuanzie kwako uh, Mraji. <coughs> <coughs> watu wamekuwa wakijiuliza Kulikoni kwa sasa hivi hamasa inashuka, nyakati ambazo elimu imezidi kuwa kubwa, watu wanatambua zaidi haki zao, na tumeona na kushuhudia sehemu mbalimbali watu wakizungumzia haki zao. Kwa nini watu wanakuwa mpaka wasukumwe ndio wakapige kura? Eh, kuna sababu nyingi sana Nudin. hmm? lakini nianze na chache. Ya kwanza, watu wengi wamesahau kama kura ile lugha inayoambua kura ni haki yako, wamesahau kama mtu kura ni ya kwake. mm -hmm. Unapoambua kura ni ya kwako wewe ndio unabeba dhamana zima <coughs> na maamuzi ya kuitumia ile kura okay. Lakini watu wengi sasa hivi kura wanaifanya kama ni ya taasisi au ya kikundi fulani. Kwa hivyo kuna watu wanaichukulia mamlaka kura yako, wanao uwezo wa kukuambia itumie hivi ama usiitumie hivi kwa hivyo hiyo ni miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu aidha kutoka kwa wingi kwenda kupiga kura ama kuto kutoka kwa sababu ya tashwishi ziliopo zinazotokana na makundi aidha ya kiitikadi au labda pengine tuseme ya, ya, ya, ya, ya, ya kimaslahi. Sasa watu wanapaswa kuelewa kama kura, ili uitumie Lazima ujue kwa nini unaitumia. Okay. Na ili usiitumie, ujue kwa nini huitumii. Mimi nikikwambia wewe usiitumie, mimi na sababu zangu je yes, zinaakisi mahitaji na matokwa yako? Sasa wewe unaponisikiliza mimi well and good, mimi nitafurahia. Lakini mwisho wa siku wewe je? La pili, unajua wapiga kura wengi ni vijana mm. Sasa vijana hawajaelewa dhima ya dhamana waliopewa kwenye kura Shenurdini, wewe ukienda ukipiga kura <coughs> ni wewe mm. Lakini kuna watu nyuma ya mgongo wako wanaotegemea wewe ukafanye maamuzi kwa niaba yao. Una watoto nyumbani chini ya miaka kumi na minane. Hawa maamuzi utakayoyachukua wewe ndio yatakayowafaidisha au kuwadhuru. kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa mm. Mimi Sheikh Abdul Karim hapa, na hata wewe japo mdogo kuliko sisi mimi na Abdul tukipiga kura, tunapiga kura tukijua kwamba Mwenyezi Mungu atatupa uhai, lakini mambo mengi kwetu sisi tayari yameshaanza kupungua pungua. hmm. lakini vijana wadogo wakipiga kura, wanapaswa kuelewa, wanaowachagua wanaweza kuandaa sera ambazo zitawadhuru au zitawafaidisha kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo wewe ukipiga kura, tazama mtoto wako anayesoma darasa la nne unamsaidia vipi kuchagua kiongozi atakayetunga sera nzuri ya elimu kwa faida ya mtoto wako? mm. Sasa vijana wasipokwenda, sisi wazee tukenda, tukichagua sisi tutachagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi ya wazee, tutaangalia ambaye ataongeza pensheni yetu, si ndio mahitaji yetu? <laughs> Sasa wao vijana wanapaswa waende wakachague na wao, ili wachague atakayekuja na mipango na sera za kuwakomboa kiuchumi za kuwakomboa kiustawi katika jamii yao, za kuwapa ulinzi na usalama wa wao na mali zao, na mambo mengine kadhaa wa kadhaa, mm. Sasa hili, eh, nadhani vijana wengi wana, maanake ukichunguza, mara nyingi wazee ndio wanaokwenda kupiga kura yeah. Ukichunguza, wanawake ndio wanakwenda kupiga kura mm. Sasa vijana walio wengi kwa miaka yote hiyo, wanakuwa wanashiriki kampeni vizuri, wanahudhuria kwenye mikutano vizuri, mpaka wanasukuma magari ya wagombea mm. So, sasa la mwisho ninalotaka niliseme ni kukata tamaa. Unajua ukiwa hujui kama ma, ma, ma, viongozi waliopo wanaweza kuibadili kesho yako, unaweza ukachagua kumpa dhamana mtu ambaye hakufai hmm. Au kuto kumpa dhamana halafu watu wakachagua mtu ambao wao watamwona nafaa. Kwa mfano, wewe ukichagua mbunge, mbunge huyu atakwenda kuwa ni sauti yako kwenye bunge. Mbunge huyu atakuwa ni mwakilishi wako kwenye bunge mbunge huyu atakuwa ndio msimamizi wa kuisimamia serikali kwa niaba yako, ndio mkosoaji wa kuikosoa serikali kwa niaba yako, ndio mshauri wa kuishauri serikali kwa niaba yako, ndiye atakayetunga sheria zinazoakisi mahitaji yako katika jamii. Sasa wewe ukiwa hukuchagua mbunge watakayechagua watapeleka <coughs> mtu atakaye kwenda kuwatungia sheria wanazotaka wao mm. Matokeo yake tumekuwa sisi tunadai haki yetu kwa kulaumu badala ya kwa kushiriki kupata viongozi tunaowataka. Naomba nimalizie hapo. <laughs> Atiki, na taifa lenye vijana wengi, kwa nini nakosa mwamko, kulingana na maneno ambayo ametuambia mzee Miraji? Mi <clears throat> nadhani kwamba kwanza, siamini si kabisa kwamba kama vijana hawana, hawana mwamko, siamini kwa sababu uh, una, unaona, <coughs> mbona, mbona kwenye beti wanajaa. <coughs> eh, ukipita kwenye, kwenye vibanda vya beti tena sio hapa Dar es Salaam, mi nilikuwa nadhani hapa Dar es Salaam, lakini nimeenda mikoani, nilienda Tabora, mm. Hivyo wanajaa wengi na mabodaboda na nini, kwa sababu wameaminishwa kwamba ukionye kubeti unaweza ukapata, lakini betting kama ingekuwa wanabeti watu wachache, basi wasingeweza kupata maana mm -hmm. yake nini maana yake wamekuwa mobilized wale, wamekuwa watu wengi na katika wale watu wengi ndio wanapatikana. Ni kama vile watu wanavyocheza upatu, lazima muwe wengi, mkiwa wengi ndio ile siku yako ikifika, nao utapata kitu kikubwa. Na kitu kingine kibaya zaidi ni taasisi mm, taasisi e, hapa katikati kabla ya a, awamu ya tano kulikuwa na taasisi nyingi ambazo zina, zina, zinatoa elimu katika masuala ya nini, lakini serikali ya awamu ya tano ilizifyeka karibu NGO zote, okay. Iliambiwa hizo NGO sijui ni za mabeberu sijui za nini, zikawa zimefyekwa, na zile zilikuwa kweli wanapewa pesa kwa ajili ya kutoa elimu ikiwemo ya uchaguzi, ikiwemo za ujasiriamali ikiwemo ya mambo ya jenda na nini, zilikuwa zikifanya kazi kubwa, lakini ikaja fitna, tukaambiwa kwamba hawa wanafanya wanahamasisha ushoga Yika, ikawa yale mazuri yote yakafutika na watu wakaunga mkono elimu kama haiwezi kuwafikia watu. Vijana hawaamini kama kura yake ina thamani kubwa, na wakijiorganize kama vile wanavyojiorganize katika betting wanaweza kupata kiongozi katika wao ak akawa mwadilifu, akawa mchapakazi na akawa na uzalendo. Hawaamini kama kura kama kura ina, inadumisha amani, kama kura inaleta uwajibikaji kwa viongozi, kwa sababu kama mbunge alikaa, mkimweka mkimfyeka, au diwani alikaa kuwajibika, mkimfyeka, mwingine akija atakuwa na nidhamu ya kuwatumikia. Kwa hiyo unaweza kukuta kuanguka kwa, kwa mifumo kuanguka kwa, kwa namna ambayo maanake, kwa mfano zamani kulikuwa na taasisi hizi zinazohimiza watu, kwa mfano mambo ya kupiga kura, zamani Tanzania Federation of Labor ya, ya, ya mzee Kawawa wakati ule ndio walihamasisha wafanyakazi waiunge mkono tano na kuleta mabadiliko. Ushaona mm -hmm. kwa hiyo watu wanasahau kwamba kwenye kura ndio kwenye mabadiliko, kwenye kura ndio kwenye kuleta maendeleo, kwenye kura ndio kwenye kuleta pia stability. Nchi ambazo hazipigi kura kwa vizuri ndio zimekuwa katika fujo. Kwa hiyo mi naamini kwamba jitihada inatakiwa, mtu kwanza aamini. Unajua, unaweza kumuuliza kijana, kwa nini uende kupiga kura? Au unamuuliza unacho kinini nini ambayo nacho sasa utakwenda kupiga kura ha, mie, kinakitumia kama kitambulisho au sehemu nyingine nini yangu ya taifa bado sijapata namba hii, mm -hmm. Ha, ha, mie, kabisa. Kwa hiyo hii inatumika pia. Haamini kabisa kwamba kura yake moja ama kura za kikundi chao walichoamua, kama bodaboda wanasema huyu tunamtaka mgombea huyu, inaweza ikaleta mabadiliko, ile fikira zile bado hawana na ndio maana wale watu wasioitakia mazuri nchi yetu wanaanza kuwashawishi vijana katika ku, kufanya mambo yao. Kura yako usiipeleke kwenye mitandao, kura yako ipeleke kwenye boksi la kupiga kura, usiipeleke kwenye social media ukazungumza, ili ukazungumza kile, nenda diwani wako msikilize. Kwa hiyo hilo nodini dini vijana wetu wengi wamekuwa hawana elimu hawana mwamko, japokuwa kama alivyosema Shekh Saidi Miraji kwamba kwenye vyama wanafanya kazi nzuri, kwenye vyama wanafanya kazi nzuri, wanajaribu kumobilizi wanachama wao ili wa, wapate zile kura zao, kitu ambacho wakitoshi Hichi ni kitu cha kitaifa zaidi kuliko cha kichama. Hiki ni kitu cha kitaifa zaidi kuliko cha kikabila. Hiki ni kitu cha, cha kitaifa zaidi kuliko cha, cha, cha, cha, cha, cha imani ya kidini. Mm, kusema kwamba mgombea wetu la wa, wa imani fulani ndo, hiki ni kitu cha kitaifa cha watu wote, wenye imani, wasiokuwa na imani, wakina mama, vijana, wazee. Kama alivyosema sisi wazee tunajikita tuna zaidi kwenye pensheni na ana vipi bima zetu, manake kuna magonjwa magonjwa yale wanasema nyemelezi kwao. Tukimpata mtu ambaye ananadi vitu kama hivyo mm, na anahakikisha kwamba above 60 maanake sisi tayari tuko huko mm. kwa hiyo tunaweza kupata auweni fulani, hayo mengine hatuyatizami sana mm -hmm. E, wanatakiwa vijana wenyewe ndio waamke watizame. mm -hmm. Na hili ni jambo ambalo nashukuru vyombo vya habari mnafanya kazi nzuri kuwaamsha umma kwamba mm -hmm. tarehe ishirini na tisa Acha uzembe, kuwa mjanja. Nenda kafanya stability ya nchi yako, nenda kawafanya uwajibishe viongozi wako, nenda kawajibike katika kupiga kura. Nenda usi achana na hizo miruzi mingi, hiyo miruzi mingi watoto wa mjini wanasema inampotosha mbwa, hajui mruzi unapigwa kwa nani. Nenda kapige kura. Sikilize diwani wako, msikilize mbunge wako, msikilize mgombea wa urais. Angalia kura yako itakwenda wapi. Hata wale ambao unawaona kwamba huyu hatopata, lakini utakuwa umekijenga kile chama chake. kura mm. yako itaongeza ruzuku katika sera zile ambazo umeona zinaweza kuwa na maana. mm. Miraji, nani mwenye jukumu la kuhamasisha hawa watu wakapige kura? Ametugusia hapa uh, mzee Atiki anasema watu vikadi vya kupigia kura ama viparata wanavyo, lakini sio kwa kazi ya kupigia kura, kwa shughuli nyingine kabisa. Mi nadhani kila mmoja ana jukumu, aidha kwa umoja au kwa, kwa vikundi vikundi au kwa kila mtu binafsi. Maanaake nikisema vyama vina wajibu wa kuwashawishi wapiga kura wakapigi ili viwachague. Tume ya uchaguzi ndio msimamizi wa uchaguzi mm. Ana wajibu wa kuwashawishi watu wakapige kura ili yeye kama msimamizi kazi yake ifanikiwe. Watu wakijitokeza ni fahari kwa tume, watu wakijitokeza ni fahari kwa vyama. Wananchi wenyewe wenye uwezo wa kupiga kura wanatakiwa kushawishiana ili wakachague kiongozi wanayemtaka kwa sababu msiposhawishiana, nyinyi bwana, we tutoke twende tukapige kura watashawishiana kikundi fulani watakwenda, watachagua kiongozi wanayemtaka, halafu nyinyi mtakuja mtalaumu. Na hii swala la kwamba labda kura moja yangu itasaidia nini? Kura moja ina thamani kubwa. Tumeona kuna chaguzi kwenye vyama hapa, watu wanashindania kupata wagombea watakao kwenda kuviwakilisha vyama serikalini. Si kura zinatofautiana wakati mwingine mbili au tatu tu, kweli kweli, lakini miaka ya sitini kama sikosai nadhani 1963 jimbo la Chake Chake pale Afrosharazi pale nadhani na, na, na, na, na ZNP U, umri tena miaka mingi au ZPPP. ZPP. Lakini kuna kura ilikaribia kama inataka kutai wakala alichukua kura moja kaila <laughs> matokeo <coughs> yake, piga hesabu, piga na wewe, kura moja imezidi huku. <coughs> Kwa hivyo kura moja inampa <coughs> mtu ushindi, inampa mtu ushindi kwa sababu sisi tunatumia mfumo wa simple majority, majority, majority. Mm. maana yake, ina maana kura moja, kura mbili, kura tatu, kura kumi zina maana, zina maana. Wewe utasemaje kura yako haina thamani mm? Kwa hivyo mimi nafikiri suala la ushawishi, ukiacha tume ya uchaguzi, ukiacha vyama, ukiacha wapiga kura wenyewe kwa maslahi makubwa na mapana ya taifa, vyombo vya habari na vyenyewe vina hilo jukumu, kwa sababu miongoni mwa kazi za vyombo vya habari ni kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha. Sasa kuelimisha ndo huku kumwelimisha mtu akafanye nini na asifanye nini na kwa sababu gani. Kwa hivyo na vyenyewe vina hiyo kazi, ukiachilia mbali sasa hawa wanaochukua jukumu la kimkakati labda pengine hizi non governmental organizations, na wengine. Kwa hivyo kura, unaweza ukakuta mwisho wa siku kila mtu ana wajibu wa kumshawishi mwingine aende kupiga kura. Mimi mtu akiniuliza, nitamwambia na sababu za kumwambia mtu akapige kura. Sasa wewe ukitaka kumwambia siende kupiga umpe sababu zinazomhusu yeye ikiwa hakwenda kupiga atafaidika nini? Mm. Lakini usimpe sababu za kwamba sisi tutafaidika kitu fulani, kwa sababu mimi najua mie nimekuwa mwanasiasa. Sheikh, we unajua Sheikh Abduli, tumekuwa pamoja miaka mingi sana kwenye siasa. Sisi wanasiasa tatizo letu tunaweza kukushawishi we usifanye hivi ama fanya vile. Matokeo yakishakutokea, wewe huko kule unasafa unajutia unahangaika hata hatukuulizi, tunakwenda kukaa wanasia na wanasiasa wenzetu tunashikana mkono, tunaanza upya mm. Sasa wewe tushakupeleka kule ushavunjika mguu, tushakupeleka kule ushakosa haki yako. Mi nakumbuka miaka ya elfu mbili tisini na tano, elfu mbili pale mwanzoni, Zanzibar, vurugu kubwa ilikuwa ni watu kupigania kuandikishwa vurugu kubwa ilikuwa ni watu kwenda kwenye kupiga kura, kwamba wanang'ang'ana, huyu anapiga ana, ana, ana kura, hana haki, mimi nina haki, sijapewa kitambulisho kwenda kupiga kura. Yaani watu mpaka wanapigwa, wanapigana, wanaumizana, wanawekwa ndani kwa kupigania kupata haki ya kuandikishwa na kwenda kupiga kura, kwa sababu wazanzibari waliaminishwa wakaamini, kama kura yao thamani yake inaweza kubadilisha madaraka na hasa kwa wakati ule, unajua kura za Zanzibar zilikuwa ni marginal. Kwa hivyo mm, mtu anajua kabisa hapa bwana, kura elfu moja hii inaweza kamuingiza mtu Ikulu. Sasa hii kuruhusu watu wakakupigie waka kura kwa niaba yako inaweza kukudhuru, utakuja kujuta baadaye. Alafu nani mm, alafu Sheikh Said, mimi nimeenda Zanzibar na, ni Nurdin, oh, na nimi, nimi wakati tuko kafu pamoja na huyu bwana mimi mwaka elfu mbili, mwaka elfu mbili, mm -hmm, kabla hata yale zile vurugu ambazo ilisababisha watu kukimbilia kule Mombasa, mm -hmm, mimi nilikuwa katika timu ya Maalim Sefu pamoja na kina Jusa na kina Mohamed Saidi yule na kina Mzee Kombo na nani, tulikuwa tukienda vijijini bwana, bwana, yani anachosema huyu bwana unaweza kumwona mtu analalamika kwa nini sheha kamkatalia yeye, na wakati yeye ni kindakindaki wa pale. Kwani si ule kule, sheha anajua, anaona huyu atapigia kura itakwenda huku, kwa hiyo atafanyiwa kila namna az, kule bwana hadi sasa hizi. Yani kule kila kila Mzanzibari, kijana wa Kizanzibari umwambie kwamba no no reforms, no election, anakuona wefa hunafahamu sawa, sawasawa kila mtu anataka, mpaka wanauliza yule katoka Tanzania bara juzi kaja, kaja hapa kaka miaka miwili, miaka mitatu sijui anapata nini? Mimi sipati, unaona. Yaani ile elimu kwa Zanzibar ya kuambia kwamba watu ile hakuna ile sasa hivi kila mtu anataka apate haki yake ya kuji, wana wamepata elimu kubwa. Sasa mimi nadhani labda tuwateue watu kutoka Zanzibar waje watufundishie huku kwa vijana wetu, kwamba kura yako bwana, asikudanganye mtu kusema kwamba ah, atachaguliwa nikipiga atachaguliwa huyo huyo. Yaani watu wametiwa sumu, wametiwa brainwash katika akili zao kiasi, wamekwambia Zanzibar, huwezi kumwambia mtu kwamba, pamoja na kwamba bado wanasema kwamba kuna matatizo kwenye uchaguzi, lakini bado, ndio maana unaona kule wabunge wanakuwa wengi, wawakilishi wanakuwa wengi, na mpaka wameweza kushinikiza wakapata serikali ya umoja wa kitaifa. Hivi kweli kutanganyika tutapata serikali ya umoja wa kitaifa sisi, ikiwa tunadanganywa kwamba usende kupiga kura? maanake bora ziwe nyingi, alafu sema jamani, mbona sasa hamtupi na sisi tupate ta wizara mbili tatu, kwa sababu kura zetu ni nyingi. Yani hii ni ugonjwa, ni maradhi mabaya yamewepewa, yameingizwa kwa vijana wetu. Ni aibu kwa kijana anayejitambua anakosa eti kwenda kupiga kura, kwa kuaminisha kwamba eti kwa kazi ya kuhesabu sio yako, sijui vitu vya hovyo hovyo kabisa. Kwani Zanzibar wanahesabu watu wote mm. Neno lako nini? Sasa hali imeshakuwa kuwa hapo tulipofika, uh, na siku zinajiongea jiongea, jiongea kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao uh, ni haki yetu pia sisi kushiriki. Unawaambia nini wale ambao bado wana mawazo ya kusema kwamba ah, tarehe 29 acha hacha waende wengine, mimi nitakuwa nyumbani, tutachaguliwa viongozi. Kina mama wengi wanajitokeza, wanaelewa, wanajipanga. Kina mama wanajua diwani wao nani katika mitaa wanajua kabisa diwani wetu ni fulani, na huyo atakayepita. Nyie vijana mtaula wachuya kwa uvivu <coughs> <ni msema> <coughs> <coughs> Miraji, ambie wa kuchagua msemo wa Kiswahili Mzee Miraji, hebu tuambie, waambie vijana, waambie wale, sababu sasa hivi sio vijana tu. Tumeona upepo huko kwenye <coughs> uh, social media watu wanahamasishana kweli kweli, uh, wakiona kwamba uh, kupiga kura si kitu tena cha cmaana wakati ni jambo ambayo lipo kikatiba. Ushauri wangu wa kwanza, anayekwambia usende kupiga kura, mtazame yeye kwanza. Ukimtazama mfumo wa maisha yake na mambo yake, yeye anafaidika au anaathirika nini na kura ikipigwa au ikiwa haikupigwa, utapata majibu. La pili, akili za kufundishwa changanya na zako. Mtu anapokuambia wewe mwenyewe jiulize, mimi nataka nini, nasitaki nini Sio sisi hatutaki nini, mimi kama mimi. Sasa wewe utajua kama una maisha yako, una maisha ya watoto wako yatakayokuja baada ya uchaguzi. Kwa hivyo unapaswa kujua kama ukichagua au usichague. Na mimi nawaambia sisi huku haya tunayoyasema, jamani, tumeshapita. Kuna wakati sisi tulichagua wawakilishi halafu tukawaambia msende kwenye baraza Kipindi ambacho tumewambia wasende, wale waliomo walitunga sheria zao zote wanazotaka sio. Tuliporudi watu washatunga sheria, kwa hivyo tunaishi kwa sheria walizozitunga hapa hapa. Nakumbuka wakati tunapitisha kuondoa paspoti, wabunge wa Zanzibar baadhi yao walisema wamekwenda kunywa chai. <coughs> Waliporudi watu washapitisha. Kwa hivyo, na hata hawa wanaosema kama wao hawatashiriki uchaguzi watakaochagua watachagua, lakini mwisho wa siku, wakishakuchaguliwa haitawaondolea uhalali wa kwenda kutunga sheria bungeni, haitawaondolea uhalali wa bunge wale wa kwenda kuisimamia serikali, haitawaondolea uhalali wa kuishauri na kuikosoa serikali kule bungeni. Kwa hivyo, mwisho wa siku, maana yake miaka mitano unaruhusu watu wachache waliokwenda kuchagua kwa niaba yako watawalie maisha yako yote, na huo mfumo huwezi kugeuza. Naam, maneno ya kwake Saidi Miraji, mchambuzi wa maswala ya siasa na mwanasiasa mstaafu, akitupa uzoefu wa yale ambayo ameyapitia na kutueleza thamani ya kura ambayo watu wengi kwa sasa inaonekana wameanza eh, kwenda kombo kimawazo na kutokufahamu nini wanapaswa kukifanya katika sanduku la kura. Lakini pia tumekuwa naye Alhaji Abdul Karim Watiki. Nawashukuru sana. Asante, Asante, sana. Naam, nukta hiyo inatufikisha tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Tulikuwa tukipiga darubini kulikoni Watanzania wanaanza kurudi nyuma na kutofahamu haki yao ya msingi ya kwenda kupiga kura, hivyo tumekupa darsa muhimu la kufahamu nini unapaswa kwenda kufanya Oktoba 29 kwenye sanduku la kura. Naitwa Nordin Selemani, kutakie tu usiku mwema na kwa heri kwa leo.